Tuko katika mwendelezo wa kulitazama somo letu linalosema Ijumaa isiyosahaulika au Ijumaa ya kukumbukwa. Na jana tulikuwa tukiangalia uh, habari ya wale wezi wawili waliokufa pamoja na Yesu Kristo msalabani. Lakini leo tunakwenda kumwangalia mtu mwingine katika ile siku ya Ijumaa jioni kabisa, Yesu Kristo akiwa ameshakata roho, amekufa msalabani, yuko mtu mwingine anapata wokovu msalabani, pamoja na kwamba Yesu Kristo ameshakufa na huyo anapatikana katika Injili ya Yohana sura ya kumi na tisa mstari wa thelathini na moja hadi thelathini na nne Hapo ndipo ninatamani kusoma, lakini injili zote zinamweleza huyu mtu, Injili ya Yohana, Injili ya Marko, Injili ya Mathayo na Luka zinamwelezea huyu mtu. Mada ndogo ya leo inasema wakati wa kuvuna ulichopanda, wakati wa kuvuna ulichopanda. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme amani, unayeketi juu mbinguni, asante kwa sababu tena unataka kunena nasi kupitia neno hili. Tafadhali njoo utufundishe kupitia Roho wako Mtakatifu, neno hili likawe mbaraka ndani yangu na ndani ya wasikilizaji wenzangu walioko mahali hapa na yeyote atakayesikiliza somo hili, akakutane na neno lako na likambadilishe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen kitabu cha Yohana sura ya kumi na tisa mstari wa thelathini na moja hadi wa thelathini na nne Biblia inasema basi wayahudi kwa kuwa ilikuwa siku ya maandalio ili miili isikae msalabani siku ya sabato maana siku ile ya sabato ilikuwa kuu aha wakamwomba pilato miguu yao ivunjwe miili ikaondolewe basi askari wakaja wakavunja miguu ya wa kwanza na ya yule mwingine aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu wakaona ya kuwa amekwisha kufa, hawakuvunja miguu yake, bali askari mmoja alimchoma ubavuni kwa mkuki, mara moja ikatoka damu na maji. Hiki kisa, walio wengi mnakielewa vizuri. Kwa kawaida za Wayahudi na mtu anapokuwa amesulubishwa msalabani, wanapogundua kwamba ni, ni, ni, ni Sabato inakaribia kuingia, hakupaswa kubaki msalabani akiwa hai. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya wanakwenda kumvunja miguu ili afe kabla Sabato haijaingia, na ndicho walichokifanya Wakamwomba Pilato, wakaenda pale msalabani, wakavunja miguu ya yule mwizi mnyang'anyi wa kwanza, wakavunja miguu ya yule mnyang'anyi wa pili ili afe mapema, na ndipo wanaposogea kuvunja miguu ya Yesu Kristo wanagundua Yesu Kristo ameshakufa tayari. Na hii ilikuwa ni unabii unatimizwa, kama Zekaria alivyotabiri kwamba alikufa na mfupa wake haukuvunjwa kabisa na ndivyo alivyokufa. Sasa baada ya kukuta ameshakufa, askari mmoja akaja na mkuki kuthibitisha kama Yesu Kristo ameshakufa, akachoma mkuki katika ubavu wa Yesu Kristo, na Biblia inasema maji na damu vikatoka. Maji na damu vilimaanisha nini? Damu ilimaanisha utakaso, msamaha wa dhambi, ondoleo la dhambi, lakini maji yalimaanisha ubatizo kabisa kwamba Yesu Kristo ndani yake kuna msamaha wa dhambi, ndani yake kuna kubatizwa. Kwa hiyo ikatoka damu yakatoka na maji. Nina vitu vichache ambavyo nataka nikueleze kuhusu huyu mtu aliyemchoma Yesu Kristo. Nina, nina nina ushahidi wa kihistoria unaomtambua kwa jina alikuwa akiitwa Longino. Longino ni jina ambalo linatokana na, na, na lugha ya Kilatini, lugha ya Kigiriki likimaanisha mtu mwenye mkuki. Eh, huyu bwana alikuwa ni askari wa Kirumi, alikuwa anafanya kazi katika jeshi la Kirumi na wakati alipokuja eh, ni miongoni mwa maskari waliokuwa namlinda Yesu kwa ukaribu kuhakikisha kwamba anapelekwa mpaka Golgotha. Ni miongoni mwa maskari waliofanya hivyo, na wakati anapomchoma Yesu Kristo kuthibitisha kwamba ameshakufa, anakuja kumchoma uh, kumthibitisha kama ameshakufa. Motive behind, kilichokuwa kinamsukuma kuja kuthibitisha hivyo, ni miongoni mwa watu waliokuwa namchukia sana Yesu, kwa hiyo aliumia kumuona amekufa hivyo. Hivi na alitamani kumwona kifa kwa mateso zaidi, akivunjwa miguu na kadhalika, ndio maana akaamua kuchoma mkuki kuthibitisha kama ameshakufa kufa. Na baada ya kuchoma mkuki, maandiko wanasema maji na damu vikatoka katika ubavu wa Yesu Kristo. Kuna ushahidi pia wa wanatheolojia, hauko katika Biblia wala hauko katika roho ya unabii, lakini ni ushahidi ambao umetolewa na waandishi wengi wa historia na wanatheolojia. Wanasema huyu askari alikuwa na tatizo la jicho, alikuwa na chongo, alikuwa na jicho moja, na wakati maji na damu viliporuka kutoka katika ubavu wa Yesu Kristo, vikaenda moja kwa moja kwenye jicho lile chongo la huyo askari na akapona siku hiyo hiyo. Nimesema ni ushahidi wa kitheolojia hauko katika Biblia wala katika roho ya unabii. Na wakati alipoona vile, maandiko sasa yanasema akamwamini Yesu Kristo, akatangaza akasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Na kingine kilichomfanya akili hivyo, alikuwa miongoni mwa wale askari waliolinda kaburi la Yesu Kristo asifufuke. E, asija kaidiwa, walilinda na tetemeko lilipokuja, alisikia kabisa na liliona lile tetemeko, akawa miongoni mwa wale walioanguka. Ndipo maandiko yanasema alipotoka pale akakiri, huyu ni kweli alikuwa mwana wa Mungu, hakuwa na makosa, tulimwonea. Kuanzia siku hiyo Huyu askari akawa ni mfasi wa Yesu, akaanza kuhubiri injili, akaenda kuhubiri kwa Warumi wenzake, akaenda kuhubiri kila kona, na ndipo historia yake inaisha kwa kusema alikuwa ni miongoni mwa wafia dini na aliuawa kwa kukatwa kichwa na na, na, na na aliuawa katika nchi ya Uturuki, maeneo ya nchi za Warumi, huko alikufa huko kama mfia dini. Nina mambo matano ambayo natamani ni kupitishe kwa haraka kutoka katika kisa hiki cha huyo askari wa Kirumi. Jambo la kwanza ambalo naomba tukumbushane katika somo hili Sikiliza rafiki, jitahidi sana kumshukuru Mungu unapokutana na mtu anayekuambia ukweli hata kama ukweli huo unakuumiza. Sikiliza, narudia tena, jitahidi sana kumshukuru Mungu unapompata mtu, unapompata rafiki anayekuambia ukweli hata kama ukweli huo unakuumiza. Shida ya huyu askari, ni miongoni mwa maaskari waliomchukia Yesu. Kwa nini? Yesu alikuwa ukweli, anawambia ukweli, maaskari anawambia ninyi mtaingia kwa shida sana katika ufalme wa mbinguni, maana mnaonea watu, maana mnanyanyasa watu. Ukisoma katika ile Luka sura ya tatu mstari wa kumi na nne maskari wakamuuliza wakisema, sisi tufanye nini? Basi akawaambia, msimnyanyase mtu, wala msiseme uongo, toshekeni na mishahara yenu. Kwa hiyo ule ukweli aliyokuwa akiusema Yesu uliwaumiza, uli maskari, na huyu askari ni miongoni mwa maskari walioishi na kinyongo na Yesu, waliumia, wakasema, kuna siku tutalipa kisasi na kutia moyo msikilizaji wangu, usimchukie mtu anayekwambia ukweli. Leo watu wamewapoteza hata marafiki, wamewablok, wamewafuta kwenye simu zao kwa sababu marafiki wanasema ukweli. Leo watu wamewachukia wenzi wao kwa sababu wanawaambia ukweli. Na kutia moyo, kama kuna mtu anakuambia ukweli kwenye maisha yako, hata kama ule ukweli utakuumiza na ukalia, nenda kamshukuru Mungu. Usichukie kwa sababu ukweli. Leo hata baadhi ya watumishi wa Mungu wamechukiwa kwa sababu wanasema ukweli. Watu wanataka watu ambao watawatia moyo hata katika dhambi, watakaofariji hata katika dhambi, hawataki ukweli. Ninakutia moyo, kama kuna mtu limblock kwenye simu yako, kama kuna mtu umemfuta kwenye akili yako, kama kuna mtu umemchukia kwenye maisha yako kwa sababu huwa anakuambia ukweli, nenda kamwani block, nenda kamrudishe kwenye simu yako. Usiwe kama huyo askari aliyemchukia Yesu kwa sababu anamwambia ukweli. Jambo la pili, usiruhusu maadui wa mwilini wakaharibu maisha yako ya kiroho. Usiruhusu maadui wa mwilini wakaharibu maisha yako ya kiroho. Sikiliza, huyo askari alipomchoma mkuki Yesu Kristo alikuja kuthibitisha kama amekufa, lakini ukweli ni kwamba ubinadamu wa Yesu ndio uliokuwa umekufa. Uungu wa Yesu ulikuwa bado uko kazini maisha yake ya rohoni yalikuwa bado yako kazini, na anapomchoma mkuki, ndipo Yesu anataka kumthibitishia kwamba usidhani nimeshakufa, bado ningali hai katika uungu wangu, ninaendelea na kazi ya kuponya watu. Ndipo alipotoa maji na damu katika, katika, katika ubavu wake ili kumthibitishia huyu askari kwamba bado nina uwezo wa kutenda jema hata kama nimekufa. Sikiliza, katika maisha yetu wanadamu na haya nimeyaona na kuyasikia kwa kuyasoma na kukutana nayo. Tuna watu wengi sana ambao hawatafurahi mpaka wathibitishe kwamba tumekufa, yaani furaha yao ni kusikia umekufa, ndio maana utasikia simu wengine wanakuuliza. Wako wenye roho nzuri kabisa, wanaomaanisha kukusalimia, lakini wako wengine wanakuuliza, unaendeleaje? Hilo neno unaendeleaje, wanataka wathibitishe vipi, umeshakufa au uko hai, ila umekufa kiuchumi, au umekufa katika mahusiano, au umekufa kiafya. Wanataka wajue umefikia wapi. Tunaishi katika dunia ambayo ina maadui wasiofurahi mpaka waone biashara yetu imekufa kabisa, moja kwa moja, mpaka waone ndoa zetu zimekufa, ndio furaha yao mpaka waone maisha yetu yamekufa me, ya mpaka hali ya chini. Ninakutia moyo hata kama watakuona kwa mwili umekufa, ruhusu roho yako iwatambulishie kwamba bado ningali niko hai. Watakuchokoza kwa maneno makali, waone kama umekufa mwili. Kiroho wa waone kama utatoa maneno machungu, watakuchokonoa kwa maneno makali, waone kama utawalipa kwa maneno makali na kutia moyo. Msikilizaji wangu, katika masaa haya, usiruhusu kabisa wagundue kwamba umeshakufa, wanapokuchokonoa kwa mikuki ya maneno kwa mikuki ya uchokozi kwa mikuki ya kukudhulumu, kwa mikuki ya kutendea mabaya, kwa mikuki ya kukulipa mabaya, waonyeshe kwamba ungali bado uko hai, toa maji na damu katika maisha yako, wajue huyu mtu hajafa. Ni kweli anaishi katika mateso ya ndoa, lakini ndoa haijafa bado. Ni kweli watakuchokonoa wakisema hivi, unaishije na mwanamke wa hivyo? Mbona huyu mwanamke ajitambui? Unaishije na mwanamume wa hivyo? Usiporomoshe maneno ya kuonyesha kwamba umeshakufa waonyeshe bado ungali uko hai ndipo biblia inasema, Wakorintho wa pili sura ya nne mstari wa kumi na sita anasema, kwa sababu hiyo hatukati ta hatu tamaa, kwa sababu hiyo hatukati tamaa, ijapokuwa utu wetu wa nje utachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Na kutia moyo, msikilizaji wangu, ndio, acha watu wakuone kwa nje kama umekufa, lakini wathibiti e kwa ndani bado ungali uko hai. Acha wakuone kwa nje kama umechoka, wathibitishie rohoni bado ungali uko hai. Ndicho Yesu Kristo alichokifanya, anamwambia askari wa Kirumi, usione kimwili sipumui, lakini kiroho niko hai. Jaribu kupiga mkuki uone, ndipo akatoa maji na damu. Jambo la tatu ambalo asuri ya leo naomba nikukumbushe katika maisha yako hakikisha kwenye maisha yako haulipi baya kwa baya. Naomba lichukue hilo mpendwa, usilipe baya kwa baya kwenye maisha yako. Yesu Kristo kama Mungu, Yesu Kristo kama Mungu kabisa, asilimia mia moja alikuwa na uwezo baada ya kuchoma mkuki atoe sumu katika mwili wake imuue yule askari. Lakini angalia, badala ya kutoa sumu au kitu chochote cha kumuumiza askari, akatoa maji na damu, baraka, ubatizo na msamaha kadiri unavyoweza kwenye maisha yako, acha kulipa mabaya. Ndio, najua umeumizwa, ndio najua, kuna aliyekudhulumu, najua kuna aliyekunyanyasa, najua kuna naye kusema vibaya, usilipe mabaya. Mathayo anasema Mathayo sura ya tano mstari wa arobaini na nne lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowadharau au wanaowaudhi, usilipe baya. Na kutia moyo, mpenzi msikilizaji wangu, najua una mipango ya kulipiza kisasi. Ndio alizini na nikamfumania, na mimi nitahakikisha nachepuka. Usifanye hivyo. Ndio hanifanyii hivi na hivi, na mimi nitahakikisha nalipa hivi na hivi. Usilipe baya, jitahidi kadi inavyowezekana, lipa mema kwa maadui zako, wapende, waombee, wasaidie wanapohitaji msaada. Hiyo ni kanuni ya kimbingu ambayo Mungu aliitambulisha. Jambo la nne, jambo la nne ambalo naomba kukumbusha, hakikisha unatambua wema wa watu kabla hawajafa, maana utaumia sana watakapokufa, na ndipo ukagundua walikuwa wema kwako. Eh, tuna, tuna jamii ambayo inajisahaulisha. Tunaishi na wanadamu wanaojizima data unamtendea una, una mema anakuwa kama haoni ni anajizima data. Nataka nikwambie wee unayejizima data sai nakuja, huyo anayekutendea mema atakufa, na kifa ndipo tatambua alikuwa mtu wa pekee sana maishani mwako. Yesu alipokufa msalabani, ndipo askari aliishi kwa hatia, miaka yake yote alilia, hakujua kama alikuwa na Yesu wa pekee kiasi hicho. Huenda angemwomba akamponya akiwa hai, huenda angemfuata akiwa hai, lakini alich chelewa anautambua wema wa Yesu akiwa ameshakufa. Oh my Lord, na kuinkareji asubuhi ya, ya leo tambua wema wa watu kabla wajafa. Tambua wema wa huyo mke wako anaokutendea, usijizime data. Si kwamba anakutendea bure. Tazama anavyokusalimia vizuri, tazama anavyokupatia chakula, tazama anavyokupatia ku... anavyo maji, tazama anavyokuita majina mazuri. Usijizime data, mwambie mimi ni miongoni mwa waliobarikiwa, waliopata mke mwema. Usijizime data, mwambie mme wako ni miongoni mwa watu ambao unajivunia kuwa nao kwa naumia sana wanapolala mauti, wale tuliowapenda, alafu hatukuwatendea mema. Inaumiza sana unapolitazama kaburi la mpendwa wako amelala nao, kumtendea mema. Watambue wanaokutendea mema, watambue, watumie hata ujumbe, wapige hata simu, waambie wao ni miongoni mwa watu unaojivunia. Askari aliumia sana, aliumia sana baada ya kugundua alikuwa na mtu mwema, Yesu Kristo, lakini ameshakufa. Na kutia moyo tambua wema wa watu kabla wajalala mauti. Acha kujizima data, acha kujisaulisha, usijifanye kama hauoni tambua wema wa watu. Na ndipo katika kile kitabu cha Yakobo sura ya pili mstari wa kumi na nne nonono non, hadi wa kumi na saba kinatutia moyo kwa kusema eh, eh, anasema Je, ndugu akiwa akiwa anadai kwamba na imani lakini hana matendo, je, imani hiyo itamwokoa? Ita vivyo hivyo, imani bila matendo imekufa. Usiseme ni na mtu mzuri, muonyeshe kwa matendo mara moja, mara moja. Basi hata kama hauna roho ya shukrani, hata kama una roho ya unyama, hebu kiri, mwite kabisa, mwambie, kwa kweli miongoni mwa waliobarikiwa kuwa na mtu mzuri nami nimo mara moja, mara moja. Kama mashetani menyewe yanakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na Biblia nasema mashetani yanakiri yana na kutetemeka. Wewe ni nani usiye na shukrani? Wewe ni nani usiyetambua mazuri ya mwenzako anayekutendea? Ina maana unazidiwa roho hadi na mashetani. Mashetani yanashukuru mpaka anatetemeka. Wewe ni nani usiyejua kushukuru aliyokutendea mema? Wewe ni nani usiyejua kurudisha fadhila? Kumbuka hilo jambo. La mwisho napomalizia, tambua kwamba kila kitu unachowatendea wengine kina tabia ya kukurudia kabla hujafa. Oh my God, hebusikiliza kwa makini, nimalizia hili jambo. Huyu askari, vikao vilivyokuwa vikikaa kuwaua watu kuwaua watu msalabani, kuwasurubisha, na yeye alikuwa miongoni mwa hivyo vikao, alishiriki kwenye vikao hivyo. Lakini amini usiamini, saa ilifika, vikao vile vile vikakaa kumsurubisha na yeye na ndipo vikaamua kumkata kichwa. Kila jambo unalolitenda kwa watu utavuna kabla hujalala mauti. Wewe tenda mabaya, wewe haribu wake za watu, wewe haribu watoto wa watu, wewe haribu mali za watu, wewe kaa njama za kuwaua wenzako, kaa njama za kuharibu, kaa njama, lakini nataka nikwambie kabla hujalala mauti yatakurudia. Na wengine wanasema pasta, je, nikitubu yatanirudia? Sikiliza, ukitubu utasamehewa, lakini kovu la hayo mambo litakurudia. Tofautisha katika kusamehewa na kulipa ulioyatenda. Kusamehewa ni kwamba utaingia hata ufalme wa mbinguni yatenda ni malipo ya hapa duniani ulivyowatengenezea uli, uli, uli njema wenzako wafukuzwe kazi ulivyowaonea uli roho mbaya wenzako wakaharibu ndoa wa zao yatakurudia kabla hujalala mauti ndipo mithali nasema usifurahi mithali ishirini na nne kumi na saba hadi kumi na nane usifurahi adui yako angukapo wala moyo wako usishangilie angukapo bwana asije kuona akakasirika na kugeuza hasira yake kutoka kwake ikakuelekea wewe Ndivyo Mungu huwa anafanya. Mungu atusaidie sana. Wagalatia sita saba. Namalizia kwa kusema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Mungu akusaidie sana. Huenda unavuna ulichopanda, huenda una maumivu yoyote. Askari wa Kirumi alivuna alichokipanda. Mwambie Mungu, nisaidie kabla sijalala mauti, nisije nikavuna uovu wangu niliofanya. Nisaidie katika maisha yangu nisiwaandalie watu mabaya. Nisaidie katika maisha yangu nithamini mazuri ya watu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni Tusaidie tusio na roho ya yule askari. Ni kweli alitubu, na mbinguni ataingia, na ni mfia dini, lakini aliumia katika dakika za mwisho. Hakujua alikuwa na Mungu wa pekee, Yesu Kristo, alitambua baadaye. Tusaidie tusije tukapita hiyo njia, maana ina maumivu makali. Ni kweli tutaingia mbinguni, lakini tutaumizwa na hatia hizo. Msaidie msikilizaji wangu wa siku ya leo anayeumia akisema, Bwana nisaidie. Mtazame na kumsaidia, damu na maji vilivyotoka ubavuni mwako vikamfai na kumtakasa kwa jina la Yesu Kristo, nimeomba na kushukuru, amen.